Marekani imerejesha msaada wake wa kijeshi na kushirikiana tena katika utoaji wa taarifa za kiusalama kwa Ukraine kulingana na taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumanne hii baada ya mazungumzo ya saa 8 nchini Saudi Arabia. Zaidi ya hayo, Ukraine imekubali kwa masharti pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30 ambalo linaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote, lakini tu ikiwa Urusi itakubali masharti hayo na kuyatekeleza kwa wakati mmoja. Marekani itawasiliana na Urusi kwamba masharti ya usawa ndiyo ufunguo wa kufanikisha amani, taarifa hiyo imesema. Mazungumzo hayo yamefanyika Jeddah, yakimhusisha Andriy Yermak, mkuu wa wafanyakazi wa rais wa Ukraine, huku Marekani ikiwakilishwa na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na mshauri wa usalama wa taifa Mike Waltz. Mazungumzo hayo yalionekana kama nafuu kubwa kwa Ukraine baada ya mzozo wa hadharani kati ya rais Trump na rais wa Ukraine Volodimir Zelenski uliofanyika wiki mbili zilizopita na kusababisha kusimamishwa kwa muda kwa msaada wa kijeshi wa Marekani. Yelmak ameuelezea mkutano huo kuwa wenye tija, akisisitiza kuwa tunafanya kazi kufanikisha amani na haki na ya kudumu. Kabla ya mkutano huo, Rubio alisema kuwa Marekani ilikuwa katika hali ya kusikiliza ikitaka kuelewa msimamo wa Ukraine na makubaliano yanayoweza kufikiwa kwa ajili ya amani. Sehemu ya makubaliano hayo ni kwamba Marekani na Ukraine zilikubaliana kuhitimisha haraka mpango wa madini ya dimu ili kusaidia kuimarisha uchumi wa Ukraine na kuimarisha usalama wake wa muda mrefu. Ukraine inasisitiza kuwa dhamana za usalama kutoka kwa mataifa ya Magharibi ni muhimu ili kuzuia mashambulizi zaidi ya Urusi katika siku zijazo. Katika bunge la Ulaya Jumanne, rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisisitiza umuhimu wa kuimarisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine na kutoa dhamana imara kiusalama. Putin amethibitisha mara kwa mara kuwa yeye ni jirani hatari, hawezi kuaminiwa, anaweza tu kuzuiwa, alisema von der Leyen. Hata hivyo utawala wa Trump haujatoa dhamana zozote za usalama kwa Ukraine hadi sasa. Rubio amehimiza Ukraine kuzingatia makubaliano fulani, ingawa hakufafanua ni epi. Rais Trump mara kwa mara ameashiria kuwa Ukraine inaweza kulazimika kukabidhi baadhi ya maeneo yake kwa Urusi ili kufanikisha amani. Hadi sasa Ukraine haijaonyesha nia ya kukubaliana na hilo. Kwa sasa, Urusi inashikilia takriban asilimia ishirini ya ardhi ya Ukraine ikilinganishwa na saba kabla ya uvamizi wa mwaka 2022. Putin ameweka wazi kuwa anataka Urusi kudhibiti kikamilifu maeneo ya Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhzhia. Masaa machache kabla ya mazungumzo hayo, Urusi iliripoti shambulizi kubwa la drones kutoka Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilidai kuwa drone 337 zilidunguliwa ikiwa ni pamoja na 91 zilizolenga Moscow. Maafisa wa ndani waliripoti kuwa watu watatu waliuawa na wengine sita walijeruhiwa. Ikiwa idadi hiyo itathibitishwa, basi hili litakuwa moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya anga dhidi ya Urusi tangu vita kuanza.